most people blaming the president of Tanzania during this war whereby Martha Karua went to Tanzania for the hearing of the case of Tundu Lissu that is the opposition leader of Tanzania who was charged on treason. so most of the people here in Kenya went to Tanzania our activists went to Tanzania to see how the proceeding of the case

intervene that story whereby they have been paid to do so. She said that the activists of Kenya are hungry of money. They used to be paid so that they can do work that they are supposed to do by the European. Then There is an information here uh, I want to share with you. There is a guy here uh, also condemning Kenyans for going to Tanzania for going to rescue uh, Tundu Lissu. Just listen to this and uh, we'll proceed on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ndugu zangu nyote mlioko diaspora na ndugu zangu nyote mlioko Mombasa County. Kwa kweli tuna huzuni ya wa Wakenya kwenda Tanzania kuleta vurugu, lakini kwanza tumsikizeni dada yetu anayozungumza kuhusu masuala rais wa Tanzania, Mama Samia Suluhu na wananchi. Ilitokea bahati ya kuwa Mwingine alipita mbele za haki wewe ukapewa hii nafasi. Kwa hivyo wacha wananchi wakuchague. Sasa dadangu, huyu ampigiwa kura alipokuwa kwa rais na Makufuli, na yeye ndio ni makamu wake rais. Kawaida rais atakapofariki makamu wa rais katiba yao yasema, basi huyu mama achukue mamlaka. Kweli huyu dada yetu, kweli amesoma wapi huyu dada yetu? Kwa sababu Makufuli alipofariki, huyu mama alipigwa kura na Makufuli, lazima achukue uongozi, ndio katiba ya Tanzania sasa tena wewe angalia Muislamu dada yetu anazungumza masala haya ati mwanaharakati e, amesomea sheria na fikra yake ni hii finyu. Ndugu zanguni, tuko na matatizo ya wanaharakati sisi. Kwani mimi nauliza nyinyi wa Kenya, sisi wa Kenya tujiulize, anaipiga kule yule mpinzani Tundulisu ni Mkenya? Bona tuko na Somalia wanaharakati wao, Rwanda, Burundi, Kenya kuna nini? Yaani Kenya ndio wasomi wa sana, wajua sheria? Kwani huyu Tundu Lissu nauliza, ni Mkenya? Mbona alipokuwa kwa Raila Odinga ameshindwa hapa, hatukuona kina Tundu Lissu akija kipata solidarity Raila Odinga ama kina bezi je? Sasa huyu uh, uh, uh, yale mama anaosema mama Samia ni kweli sasa. Wanaharakati nyinyi ni wavamizi katika nchi ya Tanzania, lazima mama Samia angeliwakamata. Mimi nasema Mama Samia, umefanya makosa, ungeliwa kamata awajela, kwa sababu ni wavamizi wa, wa nchi nyingineo. Si wana haraka tu mgenguja mpaka masala ya nini ya uchaguzi, lakini sio masala haya ya kwenda kuleta vurugu nchini Tanzania. Alafu dada wetu wewe, wazungumza nini? Bosi wazungumza nini? Kwa sababu mimi nashangazwa sana, yaani sisi jamani, kuna kuna ndugu yetu yuko Uganda Mtangazaji alichukuliwa hapa hapa Mombasa, mtangazaji alichukuliwa hapa hapa Mombasa, hakuna lolote ambalo limefanyika mpaka sasa. Kina Hussein Alidi wanajua, kina Khalifu wanajua. Sasa hii jamani, sikizani mwingine huyu, sikizani mwingine huyu masuluhu pamoja na serikali yake wawaachilie mara moja. Sasa achachiliwa vipi na nyinyi mko navamia nchi nchi nyingineyo si Kenya bosi. Bwana, amwendi kumtoa yule kule Kenya, yuko Uganda. Wewe useni Halidi, nyinyi mamasululu wako hawafunge. Mimi namwambia mamasulul wako hawafunge hawa, kwa sababu kuna ndugu zetu walipotea Mombasa hapa, juu juu wa malori. Usenihalidi hajatuambia lolote, leo anavamia Tanzania. Mimi nakuuliza useni Halidi, ndugu yangu, kwamba hu Tundu Lissu ni Mkenya anapata solidarity Mbwana kila tundulishwa hawakuja, wakati ninio Raila ameanguka pale Lodinga, babu yenu Bezi je, mbwana hakuja hapa. Kwa hiyo jamani, tuweni wakweli, ni mumeenda kuleta vurugu Tanzania. Mama Samia hawakako wafunge, kwa sababu wako wa Kenya, wako nchi nyinginezo, kuna ndugu yetu. Mimi nasema tena, yuko Uganda. Mbwana usanalidi hamwendi uganda kule kuna, kuna mtoto wa bunduki Uganda. Mbwana hamwendi Uganda. Kutuchezea akili sisi bana, kutusemesha hapa. Kwa hiyo kuweni wa kweli, sio mtuletee, mtuchezee akili. Kuweni wa kweli, mimi nakuomba mama Suluhu, hawa walikuwako wakamate jela. Hawa ni jela, wamevamia wa, wa Tanzania jela. Kitu chengine ndugu zanguni, mimi nashangazwa sana na chama cha ODM Raila o Amolo o Odinga na na Oburu wa Odinga na Orengo. Orengo ni mwanademokrasia kikweli kweli, na Orengo ndio mwenye kuleta mageuzi, si Raila. Raila kazi yake ye. Mimi nashangaa na chama cha ODEM kwa sababu wale wote waliokonania chama cha ODM ni wasomi. Raila Odinga amesoma wapi? Leo muongozwa mtu kanjanja. Wewe Orengo vipi uongozwa na Raila na wewe ni msomi? Orengo na no umepigania Multibati na kina Matishikuku na kina Bamairis leo waongozwa na Raila Orengo. Orengo badilisha mtindo. Watu wengi Orengo, tunajiuliza Orengo, usomi wote waongozwa na Raila. Ah, Orengo. Jamani, nini mimi nawaambia chama kitakachomwokoa Mkenya ni chama cha kina Rigathi Gachagua na wakileta muungano na kina Kalonzo Msoka, hakuna hakuna pingamizi. Mkenya ana tatizo tu na William Ruto. Kwa hiyo watu wamechoka na utawala huu wa UDA. Sasa hii watu wa focus na chama chenginecho ambacho kitakuja kumkomboa Mkenya. Leo Kenya ni nchi ya kukopa na kuendeleza nchi. Hata tumeona masala ya ya budget yatamuumiza Mkenya. Kwa hiyo Wakenya, tuweni wa kweli. Leo Gen Z wanaandama katika bajeti hii, munayo habari wa Kenya. Kwa hiyo tuweni tufocus. Hata nashukuru ndugu yangu Nuru Okanga ameuona mwezi. Namwona jana yuko na ndugu yetu Rigathi Gachagua na kina Kalonzo Musyoka eh, Nuru Okanga. Watu wanabadilisha, si mtindo huu jamani? Sisi wapwani pia tubadilike. Mimi nashangazwa sana na ndugu yangu Hassan Sarai. Yule mama amepigania na UDA. Sasa kama UDA ina demokrasia vipi imuondoshe yule mama ambaye ni mbunge nominated? Kwa nini jamani, tuko na matatizo? Hii si demokrasia wale ndugu zetu walikuwa wako, wako Jubilii, walitaka ku, walitaka kutolewa na chama cha Jubilii. Nyinyi nyinyi kina Hassan Sarai na kina Wila mtetea na akabakia kwa watu, huyu ameenda kumpokea ndugu yake Matiangi, leo mwamuondosha kwa chama. Sasa chama cha UDA hakina sera, Hassan Sarai hakina sera chama cha UDA. Mimi nawaambia nikimalizia, ndugu zanguni, kwamba sisi wakazi wa Mombasa tutapata shida sana na wakazi wa Mvita wote kwa jumla tutapata shida. Mimi nimepata vilio vingi sana kutoka ndugu zetu wa nje kuhusu masala mbunge wa Mvita. Vijana wengi Mvita wanateseka hawana makazi, alafu mwaletewa wabunge wengineo, wabunge wakuwaletea kina wa mboso. Ndugu zangu mimi nawaambia, tumewashuhudia watawala wa alasanjo wa wakuletewa mamboso na kina Alikiba na Mvita, nyinyi minawauliza mataka huyu muge wa kualetea mboso na Alikiba. Hebu tubadilikeni, kwa sababu huyu ameshindwa kuja na mfumo mbadala wa kuokoa wakazi wa Mvita, lakini leo tuna, tu, tu, tunateseka ndugu zanguni na masala haya. Mimi nawaambia ndugu zanguni, mfumo unaokuja ndani ya Mvita kubadilisha viongozi, kwa sababu huyu ambaye anaacha kazi ya utangazaji haulizi wenzake wameanguka hivyo hivyo. Na mimi nawambia ukisimama kama hivyo, watu wanajua uko na shii, wewe utaliwa shii na utaanguka. Mimi nakuambia dadangu, usiache kazi, fanya kazi yako. Na kule kwa Kwale huwezi kumtoa kasi mtandaza yule, anaitwa Tandaza na Mvita yuko mwenyewe anajipanga, na nasahii kuanzia mwezi baada ya bajeti, mtamwona ataingia mashinani, kiongozi wa Mvita lakini hawa wanaowacha kazi ya utangazaji kuja kutaka ubunge wana waste a lot of time. Wewe wawepoteza pesa dadangu, dada yetu ati oh, sijui kuna watu wenye Mombasa wanamsupport wana, wana nani? Mwenye Mombasa ni nani? Wenye Mombasa no sisi, tadata taifa kindakindaki. Ati atio oh, nashika wenye kaunti. Wenye kaunti ni nani? Tunataka kujua wenye kaunti ya Mombasa ni nani. Sisi tunawambia Wakati huu wakazi wa Mvita mubadilike. Huyu si kiongozi wala aliyoko mamlakani, boy scout si kiongozi. Mimi nawaambia nikimalizia, mawaziri ndani ya Mombasa County lazima mwajibike, kwa sababu tunaona mawaziri wengine mambo yao wanaachia madereva na maskari haiendi. Hey, hey, hii story bado anaitegeza nitakuja waletea waziri pamoja na askari wake na dereva wake, nitakuja waletea rasmi naitengeza klipu. Shukran sana jamani tu. Mimi nampongeza ndugu yangu Kavai, ndugu yangu Kavai na, shukran sana, tuombeane Mungu japokuwa kuna mahoma homa Mombasa, mvua. Shukran sana ndugu yangu Kavai, na nakuombea Mungu sana na balozi wetu aliyoko Saudia, shukran sana, nakupongeza sana ndugu yangu na ndugi zangu wote walioko diaspora, mnaonipigia simu na washukuru, shukran okay that that is the way uh, he has said about the old story where kenyans have gone to tanzania to uh, rescue Tundu Lissu he has never seen uh, Tundu Lissu coming here in kenya uh, to intervene uh, the election that uh, Raila Odinga used to cry on being, uh, uh, being denied the victory. So,

The uh, activists uh, were uh, tortured. Activists from Kenya and activists from Tanzania. They complained that they were tortured, even they were raped. So th- that is the story that is hovering here and around. So I just want to uh, tell me the uh, to tell me uh, what is your opinion?

Even the president of Tanzania, Samia Sulu, being uh, announced dead the uh, ex-account was hacked guys and she was uh, announced dead Samia Sulu she has been kept in a sack, casket sac, guys this is so serious just comment whenever you are in tanzania and you are um, in case you are in tanzania you are in uganda you are in kenya just drop your comment and tell me what is your opinion on this war which is hovering here in east africa and guys remember to subscribe to our channel and turn on the notification bell so that in case we do upload any story you will be the first one to view